Hi guys. Good morning. Welcome to my channel. So bwana, wakati nimefika asubuhi, wakati nimemeza kazi zangu nikasema okay. so Sonao nataji kuangalia kwenye social media, kuna nini, kuna bla bla, kuna nini nini, kitu gani kinaendelea? So nikakutana na kaka mmoja ambaye nikakutana oja, nimempeto chakula kwanza, okay. So baada ya kukuta kuna clip moja ambayo inasambaa haienda viral sana lakini nafikiri I hope itaenda viral, kwa sababu huyo kaka kuna kitu amesema kuhusu Zuchu pamoja na Diamond mahusiano yao. Mimi sio mtu wa kuingilia mapenzi ya watu, lakini kuna point, kama wewe mtu ambaye unaelewa, mtu ambaye unapenda, unampenda mtu fulani asipotee. Amezungumzia kitu muhimu na ni kitu kizuri, hmm? Una usha, una watu huwa wanatoa ushauri, lakini ushauri wao unakuwa unaenda direct, hataki kuna nini kumuonesha kama anakupa wewe ushauri. Lakini huyu kaka amezungumzia point, kuna point unaweza kuzichukua. Kama wewe ni mtu ambaye kweli knowledge yako imekaa vizuri, unaweza kuangalia point zake ambazo ameziweka hapo. Sio lazima uchukue vyote au ufate vyote, lakini kichwa cha habari cha huyo kaka kinasema hivi: Zuchu hana mwisho mzuri. Kitu cha habari kinasema hivi, Zuchu hana mwisho mzuri. Sasa sijajua anamaanisha nini. Lakini nafikiri ukimsikiliza utajua kitu anachomaanisha. Ngoja niwaekee video yake musikie kitu gani alichokuwa anamwambia Zuchu, guys. Jamani please, please, please. Mashabiki wa Zuchu nyomba msinijie juu. Hmm? Mimi mwenyewe Zuchu nampenda, yeye mwenyewe shabiki yake lakini sometimes, kuna point kama ukisikiliza sio mbaya kushare na nyinyi, sio mbaya kuzileta hapa na watu wengine wakasikia. Okay, moja, tuende tukamsikia kaka jinsi alivyokuwa namzungumzia Zuchu kwamba mwisho wa Zuchu sio mzuri. Kama kawa, wanangu, nachozungumza hiki sio kwamba mi ni mtaalamu sana mambo ya mapenzi, lakini wa sani, so ni kitu ambacho kinawahusu wasanii so ni sehemu yangu. Sioni mwisho mzuri wa Zuchu. Sorry to say that, lakini ndo ukweli. Kwa nini? Jana nimeona kwenye mitandao wanazungumza kuhusu issue za ndoa na nini. Watu wanamshambulia like anahitaji ndoa kwa pupa kwa Diamond Platinum na kuna watu wanamwambia kwamba bwana hapo ndoa haipo. Of course anasema yeye anahitaji ndoa lakini sisi kwenye macho yako wewe Zuchu tunakuona ndoa anahitaji. Unafanya vizuri sana. You are the one of the best artists in Tanzania sasa hivi. Kipaji chako kinaweza kikaingia ndoa pale tu Diamond akaendeleza ule undava wake kwenye mahusiano. Diamond ametambulishwa na mahusiano kwenye industry. Diamond ndio king wa showbiz nchini Tanzania, East Africa. Diamond bila showbiz hafanyi music. At least sasa hivi ametulia na tukupe hongera. Lakini bado haitoshi kuaminisha kwamba ume ndo kasalenda mshikaji. Hapana. Mwanamke akiingia kwenye mahusiano akiwa na mategemeo makubwa, anapopatwa na tukio ndipo ambapo anaumia pakubwa. Mbaya zaidi, Diamond pia ni bosi wako wewe. So what if wakatambulishia pini nyingine mpya na watu wa WCB pamoja na of course mitandao wanavyojoga kuruka na pieces za bosi zao, waona ka sehemu gani? Unamwachaje Diamond ambaye ndiye anasaini karatasi zako za kulipa mishahara? Unamwachaje mtu ambaye ndo anasimamia project zako za maisha? kwa hiyo moja ya vitu ambavyo ninahisi umekuwa Zuchu amefeli ni, eh, ni pamoja na kuingia kwenye mahusiano na Diamond Platnumz, ambaye bosi superstar na ana kila kitu, yaani ilikuwa inatosha tu, bwana mimi nakusaini tufanye kazi you feel me? Kama ambavyo zamani mwanzo tulikuwa tuna tumesikia dada na kaka na nini, so ingependeza zaidi na vitu vya namna hii watu wa namna hii mara kwa kiasi kikubwa sana issue zao zinaishaga kwenye depression, na ukishapata depression manake maisha yako yenda na no fall down, sio tu music, hata maisha ya kawaida, kwa sababu utakuwa unampenda mtu ambaye yeye tayari ame move on, ana mtu mwingine. Huwezi kutoka pia kwenye lopenzi, upo ndani ya hiyo psycho hiyo hapo hapo. Kwa hiyo utakuwa unashuhudia matatizo yote ambayo yanakuwa yanaendelea, uchafu wote ambao utakuwa unaendelea. Hatuombei mabaya, lakini tunamjua Diamond. So sisi pia kama maexpert wa music tunazungumza by experience, ni kitu kibaya sana. So inawezekana E, eh, sasa hivi tayari umeshakosea, lakini kwa watu ambao pengine wanakuja kwenye kwenye, kwenye kwenye kwenye industry wajifunze hiyo, na sio tu kwenye music, hata kwenye maeneo ya kazi. Watu wengi wanaingia kwenye mahusiano wakidhani kwamba watapata opportunity, licha ya kwamba ndo hayo mapenzi yapo, but mwisho wake unakuwa mbaya sana, kwa sababu wewe unakuwa kifungoni, huwezi kutoka kwenye hilo eneo, au sio? So tuwe makini sana wanangu, tuendelee kusubiria, tuendelee kuomba, tuendelee kuchoma ubani, mwanetu atulie. Kama kweli ndoa ipo, basi amoyo, mwanadada, kwa sababu wanatupa ngoma hit song kila siku, ni biashara kubwa sana nchini Tanzania and na international level ipo siku anafika kwenye hizo watu, au sio bana? So respect, no hard feeling, kikweli ni maoni, ni mtazamo by the way. Sasa huyo kaka, kama mlivomsikia hapo, ameongea kuhusu sakata linaloendelea la Zuchu na Diamond pamoja na Rita mm. Ndio sisi wanawake Unapokuwa na mpenzi wako au na mtu wako hmm, na ukawa umejiweka open, kila mtu anajua situation yako ya wewe na mpenzi wako, uwezi kukubali penzi lako au ndoa yako ivunjike, kwa sababu unahofia una aibu, unahofia yani shame, kwa sababu ulishaji proud kwamba mimi mpenzi wangu ananipenda hawezi kuniacha, bla, bla, bla, bla, bla, bla. So hiki kinachofanya na, na, pili kuwa mapenzi kuwa kimapenzi. Mfano, hii changamoto siyo ya Zuchu tu, hii changamoto ipo sehemu nyingi, hata sehemu za kazi za kawaida. Huwezi kuwa na mahusiano na bosi wako, huwezi kuwa na mahusiano na mfanyakazi mwenzako ambaye mnafanya kazi naye sehemu moja, ipo siku mutagombana kwa sababu hawezi ku, mmoja wapo hawezi kuendo yale mambo ya pale kazini, kwa sababu unaweza kuwa una rafiki wa kike mwingine akawa wanakutania tania, lakini mpenzi wako au, mwana um, mwanamke, mwanaume, akawa anachukizwa au mwanaume akawa na rafiki wa nani wa kike, mwanamke wake ambaye anadeti naye pale kazini, hawezi kukubali hicho kitu. Kwa hiyo bara nyingi sana kinakosa, na ndio maana watu wanashauriwa msiwe kimapenzi mkiwa kazini. Hakikisha unajiheshimu, fata kilichokupeleka. Kama ni kazi ni kazi, lakini kwenye kazi mkishaingiza mapenzi, hata kama ilikuwa kazi ilikuwa nzuri, itaharibika. Kama mlikuwa mna project, project itakufa kwa sababu mtaweka mapenzi mbele kuliko kazi. Hatusemi kwamba mapenzi ya Zuchu na Diamond hayafanyi kazi au hawaingizi hawafanyi kazi au hawa nani, vipato vyao vimeshuka, no. Shida inakuja hizi skendo hizi drama zinazokuja Unajua Diamond ni mtu mkubwa. Kila msichana ana dream za kudeti naye. Mhm. Anasema lazima mimi nideti naye, nijulikane ni trendi. Mhm. Sasa kama msichana, unajua, so hmm? Wasichana wengi wanaomfuata Diamond sio kwamba wanampenda. Mhm. Wasichana wanaomfuata Diamond sio kwamba wanampenda. Wote wanataka kudeti na yeye kwa sababu ya umaarufu, kwa sababu ya pesa zake, ajulikane, hicho ndicho wanachokitaka kwa Diamond. Na Zuchu siwezi kumsemea sana kwa sababu sijiwezi kujua moyo wake, kwa sababu I don't know, lakini asilimia kubwa ya wasichana wanaomfata Diamond wanataka kujionyesha, wajulikane, watrendi. Wewe angalia watu wote alodeti nao Diamond wako wapi sasa hivi, hmm? Mi nachompendea Misa, yuko simple. Yupo kivyake vyake, yaani yupo kivyake vyake amedeti na Diamond akaona hapa imeisha, naye akamove on, na sasa hivi ana maisha yake na nandoa yake. Big up sana Amisa na na kupenda sana jamani. Tujichunge, so tujichunge kwenye kazi na mahusiano. Kazi na mahusiano ni vitu viwili really tofauti. So guys natakia siku njema, bye bye.